Bathsheba alizaliwa katika familia ambayo maisha yao yalionekana kuhusiana sana na matukio makubwa ya taifa la Israeli. Baba yake Eliam alijulikana kwa ujasiri wake akiwa mmoja wa mashujaa wa kifalme wa Daudi, wanaume jasiri waliolinda ufalme kwa moyo wote. Babu yake Itafeli alikuwa mshauri mwenye hekima ambaye sauti yake ilisikika kwa heshima katika jumba la kifalme. Wakati huo, familia kama yao ziliishi maisha ya heshima na wajibu, lakini pia zilibeba mzigo wa matarajio na fitina za ikulu. Hebu fikiria, Yerusalemu ilikuwa mji unaoendelea kwa kasi. Kila jiwe lilionekana kama linaeleza hadithi za wafalme, vita na ahadi ya siku za usoni katika mikono ya Mungu. Bathsheba alikuwa katika mazingira haya, akisikia hadithi za watu walioteuliwa na Mungu na ushindi ulioliweka taifa la Israeli katika ramani kama taifa lenye nguvu. Huenda alikuwa msichana mchanga mwenye ndoto nyingi, lakini pia alikuwa anafahamu majukumu yanayokuja na nafasi yake. Kama ilivyokuwa kawaida kwa wasichana wa familia yake, Bathsheba aliolewa akiwa bado mdogo, na mwanaume mwenye heshima aliyeitwa Uria ambaye naye pia alikuwa mwanajeshi waaminifu wa Mfalme Daudi kama baba yake. Waliishi Yerusalemu karibu na ikulu, lakini pia karibu na hatari na migogoro iliyohusisha majina makubwa ya ufalme. Kila hatua aliyochukua ilifuatiliwa na macho yaliyotarajia zaidi kutoka kwa wale walio karibu na kifalme. Alionekana kuishi maisha ya utulivu nyuma ya pazia la matukio makubwa. Lakini siku moja iliyodhaniwa kuwa ya kawaida, kitu kilitokea ambacho kingebadilisha maisha yake milele. Huo ulikuwa mwanzo wa mfululizo wa matukio ambayo yangemfanya Bathsheba kuwa mmoja wa wanawake muhimu na wa kutatanisha katika historia ya Israeli. Siku hiyo ilianza kama siku nyingine yoyote. Jua liliangaza juu ya mji wa Yerusalemu, mwanga wake wa dhahabu uking'aa juu ya paa za nyumba huku wakazi wakiendelea na shughuli zao za kawaida. Katika jumba la mfalme, shughuli zilikuwa nyingi kama kawaida. Washauri waliingia na kutoka, wajumbe walifika na habari kutoka uwanjani. Lakini kwa Bathsheba, hiyo ilikuwa tu siku nyingine tulivu nyumbani kwake. Kwa kuwa mume wake Uria alikuwa mbali vitani akipigania Israeli, aliendelea na shughuli zake za kila siku na kutafuta muda wa kupumzika nyumbani kwake. Joto la mchana lilipozidi, aliamua kuoga ili kujituliza. Kuoga kwake kulikuwa wakati wa faraga, kitulizo kidogo katikati ya maisha yenye shughuli nyingi. Wakati huo, pasipo yeye kujua, jambo lilikuwa karibu kutokea ambalo lingebadilisha maisha yake kabisa. Kutoka juu ya jumba la kifalme Daudi alitembea kwenye dari labda akijaribu kupumzika mawazo au kutazama tu mji anaoongoza ndipo alimwona urembo wa Bathsheba ulimvutia Daudi kwa namna isiyoweza kuzuilika jinsi jua lilivyomulika juu ya maji mwilini mwake utulivu wa mwendo wake yote yalionekana kumwondolea akili Daudi hakuweza kuondoa macho yake Daudi alikuwa mtu aliyezoea mamlaka na tamaa na zinazokuja nayo, lakini wakati huo hamu yake ilivuka mipaka ya kilicho sahihi. Hakumjua yeye ni nani, lakini kitu katika tabia yake, labda unyenyekevu wa wakati huo, kilimfanya atake kujua zaidi. Daudi aliamuru Bathsheba aletwe ikulu. Wajumbe walitumwa kwa siri ili wasilete mashaka na alipofika hakuwa tu mwanamke mbele ya mfalme, ilikuwa mwanzo wa uamuzi ambao ungebadilisha maisha yao wote. Bathsheba alipofikishwa ikulu, hakuweza kufahamu madhumuni halisi ya mwito huo. Ilikuwa ni mfalme Daudi aliyemwita, na kwa mtu yeyote Israeli, mwito wa mfalme hauwezi kukataliwa. Alipita kupitia milango mikubwa ya kifalme, labda akiwa na mchanganyiko wa udadisi na heshima. Ikulu ilikuwa ya fahari lakini usiku huo kulikuwa na hali ya ajabu. Ukimya wa kutisha ulitanda kana kwamba hata kuta zilikuwa zimeshika pumzi, zinasubiri kilichokuwa kitatokea. Alipokutana na Daudi mazungumzo yao yalianza kwa maneno ya upole. Alijulikana kwa haiba yake na haikuwa vigumu kuelewa kwa nini watu wengi walimpenda. Lakini wakati huo, macho ya Daudi yalikuwa na kitu cha ndani zaidi, moto uliozidi udadisi wa kawaida. Alimtendea Bathsheba kama mtu wa pekee, kana kwamba ndiye mtu pekee aliyekuwa muhimu wakati huo. Labda Bathsheba alikuwa amechanganyikiwa au hata alipendezwa na heshima alionyeshwa, lakini haingewezekana kupuuza uzito wa hali ile. Muda waliotumia pamoja ulikuwa wa kutosha kuvunja mipaka. Usiku huo Daudi na Bathsheba walishindwa kujizuia dhidi ya tamaa iliyowazidi. Kile kilichoanza kama mkutano wa mfalme na raia wake kiligeuka kuwa siri nzito, siri waliojua wazi haikufaa kujulikana. Bathsheba alikuwa mke wa mtu, na Daudi hata akiwa mfalme, alijua alikuwa amevunja sheria ya Mungu na ya watu wake. Siku chache baadaye, hali ilizidi kuwa ya wasiwasi alipokea ujumbe kutoka kwa Bathsheba. Maneno yake yalikuwa mafupi lakini yenye uzito mkubwa: mimi ni mjamzito. Daudi, ambaye labda alifikiri angeweza kuendelea bila madhara, sasa aliona kuwa uamuzi wake ulikuwa umeanzisha jambo kubwa kuliko alivyotarajia. Hatua yake inayofuata ingeweza kuamua hatima ya Bathsheba na labda ya ufalme mzima. Ujumbe wa Bathsheba ulimgonga Daudi kama jiwe moyoni: imimi ni mjamzito. Maneno ya moja kwa moja yasiyoweza kupuuzwa. Alijua habari hiyo haingekuwa kashfa tu kwake binafsi, ingeweza kuhatarisha kila kitu alichojenga. Angemweleza vipi mtu kuwa mtoto aliyebebwa na mke wa Uria, askari mwaminifu zaidi wa ufalme, ni wake? Suluhisho halikuwa rahisi, lakini hofu ya kufichuliwa ilimsukuma kufanya maamuzi ya haraka. Daudi alimwita Uria arudi nyumbani kutoka vitani akidai anataka habari kuhusu hali ya vita. Uria alipofika hakushuku lolote. Alikuwa mtu wa moyo safi, mwaminifu kwa mfalme, kwa wenzake wa vita na zaidi, kwa mke wake. Lakini Daudi alikuwa na mpango. Alitaka Uria aende nyumbani kwake ili akae na Bathsheba na ionekane kwamba mtoto alikuwa wake. Ilikuwa mbinu hatari lakini Daudi aliamini kama ingefanikiwa yote yangetatuliwa. Lakini Uria alikuwa mtu wa kipekee. Daudi alipomshauri aende nyumbani, ale vizuri na alale kitandani mwake, Uria alikataa. Inawezaje kufanya hivyo wakati ndugu zangu wa vita wanalala hemani uwanjani? alisema kwa msimamo uliomshangaza hata mfalme. Uria alilala na walinzi wa mfalme bila kujua kuwa uadilifu wake ulikuwa umevuruga mipango ya Daudi. Daudi alijaribu tena, safari hii akimpa chakula na divai nyingi, akitumaini kwamba akiwa mlevi angenda nyumbani. Lakini Uria alibaki mwaminifu kwa misingi yake. Kila jaribio lililoshindwa lilimzidisha Daudi katika mtego wake mwenyewe, na akagundua hawezi kuficha dhambi yake kwa urahisi. Akiwa amefunikwa na hofu na hatia, Daudi alifanya uamuzi ambao ungebadilisha maisha ya Uria milele. Barua iliyotiwa muhuri wa kifalme ilikabidhiwa kwa Uria mwaminifu bila kujua alikuwa amebeba hukumu yake ya kifo. Uria kama kawaida aliwasilisha barua kwa Yoabu, kamanda wa jeshi, bila kujua kuwa ndani kulikuwa na agizo la kifo chake. Daudi alikuwa ameandika kwa baridi, mweke Uria mbele ya vita vikali zaidi, kisha mjitoe ili awawe. Maneno hayo, makali kama upanga, yalikuwa jaribio la mwisho la Daudi kufuta kosa lililokuwa likimfuatilia kama kivuli. Uwanjani, Uria alipigana kwa ujasiri kama kawaida, bila kujua usaliti uliokuwa nyuma yake. Vita vilikuwa vikali, mishale ikiruka angani kama vilio vya chuma. Yoabu akitii amri ya mfalme, alimweka Uria mahali pa hatari zaidi, mahali ambapo kuishi ilikuwa karibu haiwezekani. Uria alipigana kama shujaa alivyokuwa, bila woga na mwaminifu hadi mwisho. Aliwawa katikati ya vita, akiwa amezungukwa na maadui na kusalitiwa na wale waliopaswa kumlinda. Habari za kifo chake zilipomfikia Daudi, mfalme alipokea taarifa hiyo kwa utulivu wa kutisha. Labda alitoa pumzi ya afueni akifikiri kwamba sasa siri ilikuwa salama. Alituma maneno ya pole kwa Yoabu: usihuzunike, upanga hula huyu kama anavyohula yule mwingine. Ni kama alikuwa anajaribu kujifariji kwa maneno matupu ili kupunguza hatia yake. Baada ya muda wa maombolezo kuisha, Daudi alimchukua Bathsheba kuwa mke wake, akijaribu kufunika dhambi yake kwa sura ya maisha ya kawaida. Lakini matendo yake hayakupita bila Mungu kuyaona. Nabii Nathani alitumwa kwa Mfalme Daudi akiwa na ujumbe mzito kama mshale wa moto uliokusudia kufichua ukweli na kumkumbusha mfalme uzito wa maamuzi yake. Nathani alipoingia ikulu, hewa ilikuwa nzito. Alikuwa mtu anayeheshimiwa kwa kusema maneno ya Mungu bila woga. Daudi alimkaribisha labda kwa tabasamu la kujifanya, lakini nadhani alikuja na ujumbe ambao mfalme hakutarajia. Hakuanza kwa lawama za moja kwa moja, bali kwa hadithi, mfano ulioonekana wa kawaida. E, kulikuwa na watu wawili mjini, nadhani alianza. E, mmoja alikuwa tajiri na alikuwa na kondoo wengi, mwingine alikuwa maskini na alikuwa na mwanakondoo mmoja tu aliyempenda kama binti yake. Alimlisha, alilala naye kifuani, alikuwa kila kitu alichokuwa nacho. Siku moja, msafiri alifika kwa yule tajiri. Badala ya kuchukua mmoja wa kondoo wake, alimchukua yule mwanakondoo wa maskini na kumchinja kwa ajili ya mgeni wake. Daudi aliposikia hadithi hiyo, hasira ilimjaa. Ni mtu huyo tajiri anastahili kufa, Daudi akasema kwa ukali. Ai, lazima alipe mara nne kwa alichokifanya, kwa sababu hakuwa na huruma. Kwa muda mfupi kimya kilitanda, kisha Nadhani akamtazama Daudi machoni na kusema, wewe ndiye mtu huyo. Maneno hayo yalimgonga Daudi kama radi. Alisimama amedua, kila neno likimchoma rohoni. Nadhani alifichua kila kitu, uzaifu wake na Bathsheba, mauaji ya Uria na jitihada zake za kuficha dhambi. Hukumu ya Mungu ilikuwa wazi, adhabu ilikuwa inakuja. Mtoto wa Bathsheba angekufa na upanga usingeondoka katika nyumba ya Daudi. Maneno ya Nadhani yalimtikisa Daudi moyoni. Kwa mara ya kwanza, aliona uzito wa dhambi yake. Lakini huu ulikuwa mwanzo tu wa njia ngumu kwao yeye na Bathsheba. Mtoto wao alipozaliwa, maneno ya Nadhani yalianza kutimia kwa huzuni isiyozuilika. Kuzaliwa kwa mtoto kulileta furaha ya muda mfupi ikulu, lakini haikudumu. Mtoto aliumwa sana na kivuli cha unabii wa Nadhani kilitanda juu ya familia. Daudi akiwa katika huzuni kuu, alianguka chini, akafunga na kuomba. Hakula wala hakulala, akimlilia Mungu kwa rehema. Labda aliamini kwamba kwa toba ya kweli, Mungu angebadilisha uamuzi wake. Wakati huo Bathsheba alikaa kimya katika huzuni, akibeba uchungu ambao hakuna mtu angeweza kuelewa, si tu kwa kumwona mtoto akiumia, bali kwa kujua kuwa alikuwa analipa gharama ya makosa yao na Daudi. Siku zilivyosonga, ikulu ilizama kwenye giza ambalo hata dhahabu ya kiti cha enzi haingeweza kulingarisha, lakini ugonjwa haukusita. Mtoto alikufa. Watumishi walipomletea Daudi habari hizo walitarajia kuona huzuni zaidi, lakini badala yake mfalme alisimama, akaoga, akabadilisha mavazi na akaenda hekaluni kumwabudu Mungu. Watumishi walishangaa, mbona unatenda hivi sasa baada ya mtoto kufa? waliuliza. Daudi akajibu kwa huzuni, alipokuwa hai nilifunga na kuomboleza nikiamini Mungu angekuwa na rehema, lakini sasa amekufa. Siwezi kumrudisha. Siku moja nitamfuata, lakini yeye hawezi kurudi kwangu. Kifo hicho kiliacha majeraha makubwa, lakini pia kilikuwa mwanzo wa ukurasa mpya kwa Daudi na Bathsheba. Mungu bado alikuwa na mpango kwa Bathsheba, na walipojaliwa mtoto mwingine, alikuwa ishara ya tumaini na ahadi kuwa kitu kipya kinaweza kuchipuka kutoka kwenye magofu. Solomoni, mteule wa Mungu, hakuwa tu mwana mwingine wa kifalme. Kuzaliwa kwake kulileta mwanga mpya ikulu. Tofauti na kaka yake aliyekufa chini ya hukumu, Solomoni alizaliwa akiwa na ahadi ya msamaha. Tangu mwanzo kulikuwa na kitu maalum kumhusu. Mungu, kupitia nadhani, alitangaza upendo wake kwa mtoto huyo, hata akampa jina la pili Yedidia, maana yake mpendwa wa Bwana. Ilikuwa kama vile Solomoni alibeba mwanzo mpya, si tu kwa wazazi wake bali kwa taifa lote. Bathsheba ambaye alipitia mateso mengi, sasa alipata sababu ya kusonga mbele kwa kupitia Solomoni. Alimlea kwa uangalifu, akijua kuwa hakuwa tu mwanawake bali sehemu ya kusudi kubwa la Mungu. Hata hivyo, maisha ikulu yalibaki na migogoro. Daudi alipokuwa mzee, minong'ono kuhusu atakayemrithi iliongezeka. Adoniya mwana wa kwanza wa Daudi aliyebaki hai aliona kuwa yeye ndiye anastahili kuwa mfalme, akaanza kujikusanyia wafuasi. Lakini Bathsheba hakuweza kukaa kimya. Akiwa na nia ya kuhakikisha Solomoni anakuwa mfalme, alimtafuta Nadhani, wakaandaa mpango wa kumkumbusha Daudi ahadi yake. Alimkaribia mzee Daudi kwa heshima, lakini kwa msimamo dhabiti: Bwana wangu, uliapa mbele za Bwana kuwa Solomoni atatawala baada yako lakini sasa Adonia amejitangaza kuwa mfalme. Tukikubali haya, mimi na Solomoni tutaonwa kama wasaliti utakapoondoka. Maneno yake yalikuwa ya haraka na yenye maana. Nadhani naye aliingia na kuunga mkono tahadhari hiyo. Daudi, ingawa alikuwa mzee na dhaifu, alikusanya nguvu zake kwa mara ya mwisho akatoa amri: Solomoni atatiwa mafuta kuwa mfalme siku hiyo hiyo. Habari zikasambaa haraka. Solomoni alipokuwa akipita Yerusalemu juu ya nyumbu wa kifalme watu walishangilia. Tarumbeta zilipigwa na mji ukafurika furaha. Wafuasi wa Adonia walikimbia wakijua kuwa mpango wao umeharibika. Kwa Bathsheba, huu ulikuwa kilele cha safari yake kutoka kivulini cha aibu hadi kuwa mama wa mfalme. Utawala wa Solomoni ulianza kwa hekima na kibali cha Mungu. Mungu alipomtokea katika ndoto, mfalme kijana hakuomba mali wala nguvu bali hekima ya kutawala kwa haki. Ombi hilo lilimpendeza Mungu, na Israeli ikaingia kipindi cha amani na ustawi mkubwa. Lakini Bathsheba hakusahau yaliyopita. Kila kona ya ikulu ilibeba kumbukumbu kumbu, eneo aliloonekana na Daudi mara ya kwanza, chumba alichokemewa na nadhani, huzuni ya kumpoteza mtoto na furaha ya Solomoni kutawazwa. Maisha yake yaliyofungwa ndani ya historia ya Israeli yalithibitisha kuwa Mungu anaweza kukomboa hata nyakati za giza kwa ajili ya kusudi lake. Hadithi ya Bathsheba ni ya mabadiliko. Alianza kama mwanamke wa kawaida akaingizwa katika matukio ambayo yangeweza kumchafulia jina milele. Lakini cha ajabu si kilichomtokea tu bali kile alichokuja kuwa kupitia hayo yote. Alivumilia maumivu, huzuni na aibu lakini hakuvunjika. Maisha yake yanafundisha kuwa hakuna aliye mbali sana na rehema ya Mungu. Hata alipoonekana kama chombo cha kutumiwa na wenye mamlaka, Mungu alikuwa akiandika hadithi kuu zaidi. Kama mama wa Solomoni na babu mkubwa wa Kristo, anasimama kama ishara ya neema. Hitimisho: hadithi ya Bathsheba si tu kumbukumbu kumbu ya maumivu, hasara na toba, bali ni ushuhuda wa jinsi neema ya Mungu inaweza kugeuza aibu kuwa heshima na hukumu kuwa tumaini. Kupitia machungu yake tunaona mkono wa Mungu ukifanya kazi kimya kimya, akirekebisha, akiponya na hatimaye kuinua Bathsheba. alibeba majuto lakini pia alibeba ahadi. Alianza kama mwanamke wa kawaida aliyekumbwa na dhambi na maamuzi mabaya ya wengine, lakini alikuwa mama wa mfalme mwenye hekima na sehemu ya ukoo wa Kristo. Safari yake inatufundisha kuwa Mungu haangalii tu tulikotoka, bali pia anatazama tulikoelekea. Kwa Mkristo wa leo, hadithi hii ni onyo na pia faraja. Inaonyesha kuwa hakuna aliye juu ya makosa hata mfalme mpendwa kama Daudi, lakini pia inathibitisha kuwa hakuna aliye mbali sana na rehema ya Mungu. Toba ya kweli huleta uponyaji wa kweli. Maumivu yanaweza kuwa mlango wa kusudi jipya na kile kilichoonekana kama mwisho kinaweza kuwa mwanzo wa baraka kubwa zaidi. Ni wito kwetu kuishi kwa unyenyekevu, kutubu tunapokosea na kutokata tamaa hata tunapobeba majeraha ya zamani. Mungu anaweza kutumia maisha yetu, hata yaliyovunjika kabisa, kufanikisha mpango wake mkuu. Neema yake haichagui kamilifu, bali humkamilisha aliye tayari kujinyenyekeza mbele zake. Kama umeguswa na hadithi ya Bathsheba na mafunzo yake kwa maisha ya Mkristo wa leo, tafadhali usisahau kupenda, kushiriki na kujiunga kwenye channel hii na uache comment yako. Tungependa kusikia maoni yako. Karibu tena kwa hadithi zaidi za Biblia zenye imani, matumaini na ukombozi.